Aonzmuaaau Yes bwana, msanii Davido ameonyesha kitendo kizuri kule upande wa Atlanta alikokuwa akienda kufanya show yake, yani alikuwa anatumbuiza tayari, alikuwa yupo kwenye show yake ambayo ameifanya huko maeneo ya Atlanta. Sasa kuna kitendo fulani ambacho amekionyesha pale na mashabiki wengi wamezidi kukikubali kitendo kile, na hasa mashabiki wake wa Tanzania wamezidi kumkubali msanii Davido e, sababu kuna jambo fulani ambalo nakwenda kuelezea amelifanya msanii Davido. Mpaka sasa hivi wasanii wa Tanzania a, wengine wakiwa wanampongeza, lakini wengine wakiwa wamekaa kimya tu e, msanii Davido, kama unakumbuka mtazamaji e, hivi karibuni, miezi mwezi uliopita kulikuwa na uchaguzi nchini Tanzania na kulikuwa na vurugu na maandamano na wengi waliweza kuuawa kutokana na maandamano yale. Sasa wasanii wengi wa Tanzania hawakupost jambo lile. Hakuna hata msanii mmoja aliyepost wala kuzungumzia jambo lile, wakati unaambiwa kabisa msanii ni kioo cha jamii. Sasa ilikuwaje tena wasanii wengi wa Tanzania wakaweza kunyamaza? Sasa msanii Davido yeye akaona sinyamazie jambo hili eh. Akaahidi katika kila show ambazo atazifanya huu mwaka mpaka utakapokamilika, eh, basi ataweza kunyamazisha mashabiki eh, kwa dakika tano, halafu aweze ku aweze kupeperusha bendera ya Tanzania kuwapa ku, ku, heshima ya e, mwisho kwa wale ambao waliweza kufariki katika maandamano e, yale bwana. Huyo ni msanii Davido ambaye anasema jambo e, kama hilo. Kuna wasanii wengi wameweza kumpongeza, wasanii wengine wameweza kukaa kime, ikiwemo msanii Harmonize ameweza ha, kumpongeza Davido kwa kitendo chake kile ambacho ameweza kukifanya bwana. Nitakwenda kukuwekea video ya msanii Harmonize akiwa anampongeza Davido kwa kufanya kitendo kama hicho ebwana. Video yenyewe ndio hii hapa, azidi kujionea.